Unanitamani nini? Yaani hivi, nilivyo sijisikia kama wewe hata ukisimama kwenye mkao wetu kule ukisema hoja imenyoka imeeleweka. Kwa Kristo sisi tunabeba mizigo isiyokuwa na raha. Mwambie, mwambie, tunajenga siku alipokuja kuona sema mfano wa ndama Yesu anaonyesha kwamba mimi nilipokuwa ku nilitumika kama ndama kama mtumwa asiye na faida asiye na akili aliyedharaulika na kila mtu, lakini mimi ni mfalme. Wewe sisi tabulikazi ni mfalme wako, ni mnyaru tu fulani wa huku mna parachichi. Mungu amekuinua kaza, maana yeye alitoka mbinguni ya karubi, mi nimetoka kwenye familia tena ya matara, mtoto wa mchepuko m mtoto wa kamba ufai hata kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ndo Mama mwenye ndoa yake, yule mama hanitaki, ananichukia, ninatia dosari pale, sijazaliwa kwenye tumbo la viuno vyake, lakini Yesu amenichagua Amina. Amina. Mama wangu mwenye alipolizaa lizaa linitupa katikao watoto wanaotupwa na kuokotwa, nami nilitupwa siku tatu, mama huyo manake Dunia ilinikataa, shetani anataka kunimeza, lakini Yesu kutoka kwenye kiti chake cha enzi akanichomoa, cha enzi akanichomoa. Sema amen! Akasema wewe utaishi, sasa taisi. Najiuliza nini, kwa nini Mungu asinijalie niseme injili ya kweli? Kwa kwa nini siku ile aliniacha acha nikaishi nisife? Wengi watoto wanaokotwa wameshatupwa wamekufa tayari. Lakini mimi nimebaki. Ndio maana mimi nikisikia mtoto ametupwa moyo unanifanya. Ni mmoja wao. wale walio wa, wa mama, tuwaombee mabinti hao wasipate mimba za ovyoovyo, watatupa watoto wengine, kumbe ni watumishi wa Mungu kama mimi. kwa sababu ya huyu Yesu aliyotumika kama ndama, kama mtumishi asiye na mshahara, asiye na faida, aliyedharaulika, aliyetukanwa, aliyeitwa shetani, aliyopewa kila aina ya tusi lililopo duniani, akavumilia. Leo mimi nikaokoka. Ndugu yangu naye nisikilize. Kwa nini kukwazika? kwazika kitu gani kigumu, wewe leo kinakupenda. Inakutenga na upendo wa Kristo mpaka umwache Mungu, kwa sababu unaumwa, kwa sababu hajakutembelea, kwa sababu hajakwambia Bwana asifiwe, kwa sababu sijui nini. Peha kama Yesu, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu anaonyesha kwamba mimi nimetumika kama ndama, nimeponya watu ishirini na sita na katika watu ishirini na sita diliwapoja ni mmoja tu ndio alikuja kusema safa iwe mwenye ukomi. Wale wengine wote walikwenda. Saa wewe mwombaji, nimeombea fulani hata haja kunipa shukrani. Manaake nini? Unaanza unageuza mbana mpige, ana kiburi na angalia, utumishi huyo siyo Yesu wangu. Amwleza Yesu wangu mi ana anau ana uvumilivu, anauteiai. Haleluya, haleluya! Anasema na huyo mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu. Uso wa mwanadamu unawakilisha hekima ya Mungu kwamba Mungu alipoumba alipo viumbe vyote vya dunia alimuumba mwanadamu mwenye hekima ya tofauti. Peke yake anaweza kuitawala dunia, kuiongoza dunia, dunia kufanya chochote, hata kageuza hapa pakawa maji, anaweza hapa pakawa. Ni hekima ya pekee, roho na nguvu na asili za Mungu. Mungu ameziweka ndani ya mwanadamu, kwa hiyo dunia yote iko mikononi mwake. So dunia haina haja ya kupata uharibifu, kwa sababu ndani ya hekima ya mwanadamu iko hekima ya Mungu. Ndio maana Mungu alipoiumba dunia, akamchukua mwanadamu, akamwambia ka tunza hii bustani. Halafu akaanza kuangalia hekima iliyokuwa ndani ya mwanadamu inafanana kama na ya Mungu. Mwanzo 4:19-20 pale mwanadamu wa kwanza ambaye huyu ni Adam alionyesha hiyo hekima, Biblia na inasema kila mnyama aliyemtaja na mbinguni ndio jina hilo hilo. Hii ndio uso wa mwanadamu, lakini pia inadhihirisha kwamba Yesu ni mwanadamu kamili. Amina. Hii inamtaja kama Yesu ni mwanadamu, anazaliwa katika ukoo wa Adamu. Amina. Hebu soma Luka tatu ishirini na tatu Luka tatu ishirini na tatu Soma hapo tuone, kwa nini yesu pale amekaa, yule mnyama anaonekana kama uso wa mwanadamu, anatuelezea nini pale? Twende tusome pale. Yesu mwenyewe hmm. alipoanza kufundisha hmm. alikuwa amepata umri wake kama miaka thelathini hmm. akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu hmm. wa Eli hmm wa, Mata, wa Matate hmm. wa Rawi hmm. wa Melki hmm. wayana nasema kuwa ameanza kusarisha. Amina, akizania kwa ni mwana wa Eli. Hapa Marko anamtaja Yesu kama mwanadamu anayetokea kwenye ukoo. Amina, kwenye Biblia kuna familia ya aina mbili. Kuna ukoo wa Yesu wa ubabani na ukoo wa Yesu wa umamani. Sasa hapa Luka anataja ukoo wa Yesu wa umamani. Unajua Yesu baba yake wa kumlea alikuwa ni Yusufu amina, aliyemzaa alikuwa ni Mariamu. Sasa zamani, wakati wa Agano la Kale, wanawake walikuwa hawatajwi. Kwa hiyo ile sehemu ya kutajwa Mariamu, ametajwa baba yake Mariamu, manake babu yake Yesu. Huyu Eli ni babu yake wa nani? Wa Yesu. Sasa huyu babu yake Yesu, ukianza kufuatilia uko wake, mpaka unakuja kuta anatokea kwa Adamu. Amina, lakini huu ni ukoo wa upande wa umamani. Kwenye ukoo wa upande wa ubabani, Yesu anatokea kwenye ukoo wa Ibrahimu. Ndio maana kwenye ile mathayo moja ukianza, anasema ukoo wa nani? Wa Yesu Kristo. Yes, hebu kimbia hapo usome uone ukoo wa nani. Hapa Yesu anajaribu yani, yule mnyama wa nne anafunua na kudhihirisha kwamba Yesu ni mwanadamu kamili na ana uko wake. Amina, si tumeona vizuri ana uko wa babani na uko wa mamani. Kwa <coughs> hiyo tunaposema uko wa mamani, maana yake upande wa nani? Wa mama. Kwa hiyo kwenye upande wa mama Mariamu anatokana na kizazi cha ja Adamu Kamzaa kamzaa kamzaa Mariamu kamzaa Yesu. Lakini Yesu Kristo anatokana na ukoo wa Ibrahimu. Amina. Unaona mababa wawili wa imani sawa? Hawa mababa wawili wa imani, mwingine anazaa mtoto wa kike, mwingine anazaa mtoto wa kiume. Hawa wanakuja wanamzaa Yesu. Sema sema, amen amen. Kwa hiyo hii hii injili ya Luka inamfunua Yesu kama mwanadamu kamili. So pale penye kiti cha enzi Yohana alipoona mwenye uhai wa tatu mwenye sura kama ya mwanadamu, maana yake Yesu alipo, kwamba mimi ni mwanadamu kamili. Kwa hiyo hakuna mwanadamu yoyote atakayefika mbinguni aseme Yesu, kwa kweli mimi majaribu yalinizidi sana nikashindwa, kusema mimi mwenyewe ni mwanadamu kamili, nilikula kama wewe. Nilipigwa kama wewe, nilitegwa kama wewe, niliteswa kama wewe, niliuawa kama wewe, nilisimama kama wewe, lakini kupitia mateso yangu nimeokoa maelfu. Awe nionyeshe uliookoa tangu uliookoka, nionyeshe ndugu zako wangapi wameokoka, nionyeshe kazi ulioifanya wewe. Nilifundisha Injili, amina. Na kupitia hiki kiti cha enzi cha mbinguni, Yesu bado kule anatuambia nini? Nimetoka huko, nimeacha injili zangu nne hizi, zifanye kazi. Mnazitumia sisi, tumekaa mkitoka. Nendeni barabarani mkaubiri, mitaani, nyumbani, fanyeni ibada za nyumbani, mwisome injili za Yesu ambazo, Yesu zipo, anazithibitisha kwenye ufalme wa kiti chake cha enzi. Haya, mchezo sisemeo mimi. Sikuwa mwimbaji mimi, sikujua kuhubiri ndugu yangu. Kitabu cha Ufunuo kinatuweka sawa. Tuko pamoja jamani, tunamalizia sasa na yule enye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai au kai sa tai. Ni mnyama mwenye sifa upatai, ana nguvu katika mbawa zake na na miguu yake, ana uwezo wa kwenda juu kilomita elfu kumi mara kumi elfu munguaeleesa amen. Anaonyesha uwezo wake wa kuruka juu sana, hata kunyanyua mtu mnyama tai. Achana matai tai hawa hawako kwetu hapa, kuna tai wale wakule bara ya Ulaya, wanamnyanyua mtu halafu anaenda kumdonyoa huko huko juu kwa juu, inashuka tu. Kwa hiyo tai anamwakilisha Yesu Kristo, uwezo wake wa kupaa kwamba anaweza kupaa na kwa juu ya mamlaka ya vitu vyote. Tai analiwakilisha kanisa, kwamba kanisa litanyakuliwa kwenda juu Yesu alipo. Hata alipokuwa wanafunzi wake wamekaa wakashangaa, amepaa kama tai amekwenda juu, wanafunzi wanamwangalia, malaika wanasema hivi alivyonyakuliwa na nyinyi ndivyo mtakavyonyakuliwa. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Huyu mnyama tai anaifunua injili ya Yohana ya Yesu Kristo, ambayo Yohana amemkungua Yesu kama Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo. Anasema msifadhaike meoni mwenu, niaminini mimi, muamini na Baba. Sasa naondoka, naenda nyumbani kwa baba yangu Mana ya nyumbani kwa baba yangu na makao mengi, nami tawachukua nikija. Manake anapaa, alipaa, akaenda, na akija, yeye ni tai, ana nguvu, atalinyakua hili kanisa. Watu mabilioni kwa matilioni watanyakuliwa kwa sekunde hii, parapanda tuitakao. Ana uwezo wa ajabu. Tai ananyakua Sio anachukua. Unajua kuna tofauti ya kuchukua na kufanyaje? Amina. Kuna tofauti ya kuchukua na kufanyaje? Ufanyaji, lakini kichukua. Sasa yeye akija ananyakua. Sio kama kunguru anapoangaika kunyakua. Hivi ndivyo.

Tume vyonda, vyonda. Tunatembea kama wenye safura nguvu ya Mungu haiku, yani hakuna tofauti ya mtu aliyeokoka na mtu asiyeokoka, wote sawa, wote wanalia uchumi mgumu, wote wanaogopa pepo, wote wana, hakuna anayesimama kumfariji mwenzake. Yesu anaonyesha uweza wake katika kiti chake cha enzi na anakusudia kanisa la mkombozi yejititwagoo liwe na sura hiyo. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Liwe na sura. Amina. Tukitaka chochote tunanyakua tu. Tunanyakua jengo tunaweka hapo pa. Nishakuwa tayari. Sio kujihurumia yule ngonja ngonja mdhaifu. Tai anamchukua mnyama, anamdonyolea huko juu. Inadondoka mifupa. Jaribu likija kwako, ndio kama limekosea.